Kaributela kwechanel yetu kwa mchana waleo, tuna kuletea somo kuhusu uh, mapenzi katika ndoa. Mapenzi katika ndoa ni somo nzuri sana ambalo linakuomba ufuate kwa makini tangu mwanzo hadi misho. Somo la leo ni somo nzuri lina losema maana ya tendo la ndoa, maana ya tendo la ndoa katika jozi katika kuple. Maana ya tendo la ndoa ni nini? Ninapenda ni kujulisha ya kwamba tendo la ndoa unapolifanya katika ndoa yako, usifikiri ya kwamba uko unafanya zambi. Kuna wamama wengi, kuna wababa wengi, wanapokuwa katika tendo la ndoa wanafikiri ya kwamba wako katika kufanya zambi. Kitu ambacho natafuta kuambia ni kwamba kama unafanya tendo la ndoa inje ya ndoa yako nje ya harusi yako, ni hapo unafanya zambi. Lakini Mungu alipoumba mwanadamu, alitayarisha kiungo cha mwanaume cha uzazi, akatayarisha vizuri kiungo cha mwanamke cha uzazi, kusudi hiyo iwe nafasi ya kukutanana, iwe nafasi ya kuhakikisha ya kwamba kwelikweli kweli. Mume na mke wamekuwa mwili mmoja. Hivyo unapofanya tendo la ndoa, usifikiri ya kwamba umekosa, umefanya kitu ambacho ni tofauti na mapenzi ya Mungu yaliyo Tofauti na mapenzi ya Mungu ni wakati unafanya zina, unapotoka katika ndoa yako na kwenda nje. Kama we ni baba umemtafuta mke mwingine nje, hapo unafanya zambi. Kama we ni mama umemtafuta mume mwingine nje, hapo unafanya zambi. Ninapenda kuambia kwamba Mungu baada ya kuumba Adamu alisema si vema mtu awe peke yake au mume awe peke yake na aliamua kumfanyia msaidizi wa kufanana naye na, naye, na anaye, faa kwake. Adamu alikuwa huru kutembea popote pale kula matunda yote ila moja tu. Mungu alimwambia unaweza kula matunda ya miti yote katika bustani ila usiile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Adamu aliishi kwa furaha katika bustani hiyo. Alizungumza na wanyama akitumia majina mazuri kuwaita, alifurahia kila dakika, lakini bado alihisi upweke. Aliangalia wanyama wote, lakini hakuna aliyeweza kumwelewa kama yeye. Alimwomba Mungu ampe mwenza, na Mungu katika upendo wake akamtoa Hawa. Hawa alikuwa mzuri zaidi kuliko kitu chochote Adamu alikuwa amekiona hata wote, na wote wawili walifurahia maisha yao katika Edeni. Walicheka pamoja, walitembea pamoja na walizungumza kwa masaa mengi. Ilikuwa kama ndoto ambayo hawataki kuamka. Wakati wa usiku wangeketi chini ya mti mkubwa wakitazama nyota zinazong'aa angani, wakishukuru kwa zawadi ya maisha. Lakini furaha yao haikudumu milele. Kwa wale wanaosoma Biblia, maneno hayo utayakuta katika Mwanzo sura ya pili sayari la kumi na mnane nitamfanyia musaidizi nitamfanyia msaidizi anaefanana naye. Kwa nini anaefanana naye? Kwa sababu Adamu alipo umbwa aliweka aliwekwa katika shamba la Edeni, amba mkwa nyama, mkwa ngombe, mkwa mbuzi, mkwa uh, simba mkwa kondoo, mkwa kila kitu, nguruwe kazalika. Na hao hivi hizi nyama zote Adamu alipo zitazama hakuona ni kitu gani anaweza kujamiana nacho, kwa sababu havikumfanana na hii iliacha, Mungu anasema kumbe, nitamfanyia msaidizi anayefanana naye. Hii inamaanisha ya kwamba Mungu alipoumba Adamu alijua vilevile, anapoleta Hawa au Eva ilikuwa kusudi wa fanya mapenzi kwa kusudi. Ukisoma mashairi mengine anasema ni ili wajaze inji, ili waweze kuprokree kwa wale ambao wanajua Kifaransa, ili waweze kuzaa watoto. Na hautazaa mtoto isipokuwa hamkufanya tendo la ndoa katika Rusia. Hiyo ni hakika na ni lazima niisisitize. Ukisoma shairi la tatu katika Wakorinto, Korinto wa kwanza sura ya saba Korinto wa, wa kwanza sura ya saba mstari wa tatu inasema mume na mpe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke ampe mumewe haki yake. Biblia inaposema juu ya haki yake inahaiseme juu ya kitu kingine isipokuwa tendo la ndoa haki yake. Hiyo haki inatafuta kusema kwamba msinyimane, kusiwa yule ambaye anajiaproprie kiungo chake cha uzazi na kukifanya kuwa chake kwa, kwa upeke na kuna wale wa mama ambao wamekamata kiungo cha uzazi kama njia ya kuwapa malipizi wa baba zao. Unamfungia, unasema, sitaki nikutane na mume wako sababu amenifanyia wa hiki na kile. Ujua kwamba umeasi sheria ya Mungu, wewe mama ambaye umekamata uh, kufungia mume wako tendo la ndoa na kufikiria kwamba unampa malipizi, ujue ya kwamba umeasi sheria ya Mungu. Mke mpe mume haki yake, mume mpe mke ha, haki yake. Ni hapo harusi itakuwa na maana, ni hapo uh, itakuwa kitu cha kusisitiza. Ni kuambia kwamba tendo la ndoa basi ni nini? ni wakati kiungo cha mume cha uzazi kinapoingia katika kiungo cha mke cha uzazi, ni hapo inaitwa tendo la ndoa, na ni kwa njia hiyo mnaweza kuzaa watoto, ni kwa njia hiyo mnaweza kuongeza ulimwengu na kutisha. Mama unayenisikiliza, baba unayenisikiliza, si kwa bure Mungu alikupatia kiungo cha uzazi, ilikuwa kusudi mkamilishi ya kwamba mumekuwa mwili mmoja. Ni wakati mnapofanya tendo la ndoa, ndipo mnahakikisha ya kwamba kweli kweli mumekuwa mume mwili mmoja, na ni lazima mjua kwamba unapofanya hivi, hii inaleta faida nyingi kwa miili yenu. Katika somo lingine tutawaelezea sasa faida za tendo la ndoa, lakini hujua kwamba katika France, wanasema acte sexuel au rapport sexuel, na hii ni lazima ifanyike kati ya mume na mke. Hatukubali wale ambao wameifanya uh, tendo la ndoa katika mume na mume kwa mke na mke, hiyo ni zambi kabisa ambayo haikubaliwa na Mungu. Lakini tendo la ndoa kwa Kiswahili cha Kenya cha Tanzania ni iyo wanaita ngono, ni kitendo cha kujamiana kati ya mume na mke. Na ni hii inatukana tu na jinsia inatukana na hiyo, ambao wafaransa wanaita sentima. Ikiwa kuna msukumo, kuna uh, hisia, ungependa uh, kutane na mke wako kutane na mume wako kimapenzi, hakuna barier, hakuna kitu ambacho kinaweza kukufungia. Ungemwambia waziwazi ya kwamba ninakupenda na ningependa tufanye mapenzi sifunge, si, si na usiogope, kwa sababu ni Mungu ameamua hiyo. Natafuta kuambia kwamba kwa ili tendo la ndoa liweze kubarika na liweze kuleta raha kwa wale wanandoa, kuna sehemu ine ambazo natafuta kukuelezea kwa sasa. Sehemu ine ambazo kila mara ujihakikishia kwamba umezipitisha katika, na wakati huo mnapofanya tendo la ndoa, mnapokuwa katika mapenzi, kuna sehemu ine. Sehemu ya kwanza ni ile ambayo tunaita maandalizi ya tendo la ndoa. Kwenye mapenzi ya dhati hakuna aibu, hakuna mazoea wala uh, kinyaa. Hivyo lengo la tendo la ndoa ni njia mojawapo ya kumridhisha. Hivyo mwambie pia maneno mazuri na msifie, mtomasi na mnyonye kila mahali. Kwa Kifaransa wanaita preliminaire au vitu ambayo vinatangulia, na kwa Kifaransa sehemu hii ya tendo la ndoa wanaita la phase de l'excitation. Hiyo sehemu ni ya maana sana unapotafuta kukutana na mke wako oyo. Baba, usije mara moja na kurukia juu ya mke wako, mtayarishe mwandae vizuri, na hii itawaletea musisimuko, itawaletea kuvutiana zaidi. Ni wakati huu unambusu mke wako, ni wakati huu unamvutia hata kwa kifua chako, ni wakati huu unampapasa mahali ambapo anajisikia anaweza kufurahi. Na unaweza kumuuliza mke wako ni nafasi gani ambazo zinakusisimua kusisimua zaidi, hiyo huwe ukizitumia kila mara unapo Uh, fanya tendo la ndoa ili na wewe naye mweze kuridhika. Hii ni sehemu ya maana sana, ni hii inaleta unyevunyevu katika sehemu ya, ya uzazi ya mke, ni hii inamsaidia kutokuumia wakati wa tendo la ndoa. Hivi ni sehemu muhimu sana na nakusi, ujaribu kila mara unapofiki jua tendo la ndoa jaribu juu ya

chamshana ni hiyo. Ningeweza kusema katika hii nafasi ya maandalizi, ni nafasi ambapo mnachamshana, mnavutiana, mnatafuta kwanza, uh, kila mtu ku kukontemple kuona uzuri wa mwenzake, na hapo mkaribiane, mbusu, kila mtu ajaribu kumsisimua mwenzake katika sehemu hii baada sa sehemu hii kunafuata ile ambayo inaitwa sa sehemu ya mchemko au kwa kifaransa la phase de plateau. Hii phase de plateau ni wakati ambapo sa mumemaliza kipindi cha excitation, mumemaliza kipindi cha kutayarishana, alafu ni wakati wa kwingana wakati ambaturawitaa penetration, wakati ambaposa munaweza kuendelesha hiyo fase excitation mara mkitimiza kweli kweli tendo la ndoa ni pale ni lazima kuwe msukumano, kuwe kuchamshana kweli na muweze kufikia nafasi. Ambapo sasa tutaenda kwa sehemu ya tatu, ambapo unasema kufikishana kileleni kwa Kiswahili au kupea mtu kupea mwen, kwa mwenzake, hiyo ambao wanaita orgasm. Mbona unawahi kufika kileleni mapema sana? Mimi ni fast charger gazme kwa mke na wakati anafikia kilele <laughs> nafikia kabisa kutosheka ambayo wanasema kutosheka na hiyo orgasme kwa mume ni wakati hiyo ameweza kumwaga, ameweza kufaila ambayo wanaita eja klas. Ni lazima tufikishane, kwa hiyo ambayo inaita orgasm ni lazima katika tendo la ndoa mume ujihakikishia kwamba mwenziwe naye amepata hiyo orgasm, ametosheka kabisa na mkitoshelezana ni pale unyumba nao unakaza. Nyumba nyingi zimevunjika ni kwa sababu ya kitu hiki. Ni pale kuna wanaume ambao wameacha wake wao, wao, na kwenda nje wakitafuta tu hii kitu orgasm. Ni hapo wanawake wameacha waume wao, wanapokutana kutana hawa wasaidie, mume anapomaliza maliza kishatoshikana na sahau ya kwamba mke naye ana nafasi ya kuendeleshwa ili nayo tosheki. Ukiwa umejipendelea wewe mwenyewe katika tendo la ndoa umejipendelea na kuzarau na kusahau mwenzako, ujua kwamba unamuumiza na inaweza kumletea hiyo ambayo tunaita stress, inaweza kumletea magonjwa hata hivi kwa kuwa takuwa akifikiri kila saa hasa au huyu mume au huyu mke ambaye, uh, hapeni nifikisha kwa nafasi ambapo ningependa nifike, ananiwazia ani. Na nyumba nyingi zimevunjika kwa sababu tu hii sehemu haikuandaliwa uh, vizuri na watu hawakufikishana kwa hiyo ambayo tunaita orgasm au kileleni. Hivi sehemu ya mwisho ni ile ambao anaita uh, la fase de resolution au pumziko baada ya tendo la ndoa. Kuna sababu mbalimbali zinazosababisha wanaume kulala baada ya kufanya tendo la ndoa. Kuna sababu za kimazingira na za kisaikolojia ambazo zinaweza kusababisha mwanaume kulala mara baada ya kufanya tendo la ndoa. Moja kati ya homoni zinazotolewa kwa wingi baada ya mwanaume kufika kileleni ni homoni inayoitwa prolactin. Homoni ya prolactin hutolewa kwa ajili ya kumridhisha mwanaume anapofika kileleni na kuuandaa mwili wa mwanaume kwa ajili ya kurudia tena tendo la ndoa. Ni hapo sasa wale wataalamu wa mapenzi wanasema wewe, mume, usingemwacha mke na unageuka na unalala ginjwa unavyotaka, lakini ni wakati sasa wa kukumbatiana unapumzika una una, una si yani, ni hapo sasa mwili unasikia unatulia, kwa sababu kazi imefanyika vizuri. Hizi sehemu ile za mapenzi tuzitafuti katika kujamiana kwetu. Nimesema juu ya fase de l'excitation, yaani kuandana vizuri, kuchamshana. Msema juu ya fase de plateau, ni wakati mume

Alafu kunafata na faze ya resolution, pumzika. Unapo pumzika, oyu baba inahitajika umkaribie mama umkumbatie, umtulize, ni pale mnaweza kuongea maneno ya kimapenzi hii tendo la ndoa. Ili liboreshwe katika kuple zetu, ni lazima tujue ya kwamba ikiwa kuna matatizo munagombana kwa jambo fulani tendo ile halitawezekana. Ikiwa kuna woga fulani, mume akose anaoga wa kitu fulani, mke anaoga wa kitu fulani, tendo la ndoa halitawezekana. Magonjwa anaweza vile kuperturbe tendo la ndoa, lakini Paulo alisema ikiwa kuna kitu ambacho kinaweza kuacha mpumzishi tendo la ndoa basi mwambiane, muelezeane sababu inayoacha. Lakini sio tu mtu anaamua ya kwamba mimi sitaki tena na anaachia pana, no? kama kuna sababu, elezea mwenzako, muongee juu ya hilo tatizo, na alafu mukubaliane kwa jambo fulani ikiwa huko mpya, ninawaza somo hili limekusaidia. Kwa wale ambao walikuwa hawa wanajiuliza tendo la ndoa ni nini, nafikiri leo nimejibu kwa swali lile yaki, kusi, basi, au. Na kama somo hili limekufurahisha, umepata somo ndani yake, ninakusie basi uweze kusubscribe kwenye channel yetu au ile ambayo tunaita kwa kifaransa ujiabone kila mara tumesema juakuzabore tumewaambia, kwamba chini ya video hapo chini kuna maneno, kuna like au eme, inayo sehemu uh, sura ya mkono utaiona na tutakuonesha ukitazama hapa, tunakuonesha modele ya, ya hiyo button ya hiyo buto, ambapo unaweza kugusa ili uweze kuemea au kupenda video

unapenda sasa kusubscribe na kubaki kwenye channel yetu ili usipite kila mara tunapo uh, toa video mpya, aweze kupata uh, mwaliko kutoka YouTube ya kwamba mwalimu wako msubaw ametuma video mpya alafu, utasubscribe unapo gusa kwayo buto sabone au subscribe, kutatokea kengele, gusa tela kwayo kengele ili YouTube iwe ikikujulisha kila siku ya kwamba tumetoa video mpya. Na baada ya hapo kutatoka maandiko ambayo kuna hiyo uh, komande ambayo inaitwa tute, kwa kifranse inaitwa all Gusa hapo na utakuwa ume subscribe vizuri, na utakuwa umekuwa kati ya komunote yetu, wale ambao kila mara wanapo uh, tunapotoa video mpya waweze kuambiwa na YouTube ya kwamba tumetoa uh, video mpya. Ninakusi kufanya yale mambo mane ambayo ninasema. Neno la mwisho ni hiyo ambayo nasema kucomment. Unapo comment video, unapo hapo una chini kunafasi ambapanaitwa komantari, gusa hapo, andika vyote ambavyo unapenda. Kama ni kuuliza swali, uliza pai, kama nikutuongezea um, kusema siku za kufata uta fundisha tena soma ivi, ni hapo utaweza kuzungumza nasi na pale unapo comment ni hapo tutajua ulifuata video yetu. Unapo uf, ufungua video na ukifunga bila ku comment hatutajua kama uitufuata. Vyale mambo mane ni lazima sana ku comment, ku share video ku like au ku aime au ushare, ni kupartaje kuna kwa kunakwa vilevile. Sasa iy amba tumesema kusubscribe au kushabone yaani kuongezeka kwa wale ambao wamependa video zetu na ambao wangependa tuendelee kuwapa mafundisho kama yale ambayo tumepana leo. Ninakusi kufanya yale mambo mane, uone kama ya wapi haujafanya. Kama icha subscribe, haina maana tena aufanye hivyo, kwa sababu ukigusa tena utakua umeziondoa hivi. Fanya yale mambo mane na utakuwa umetufurahisha nitakwa jambo la muhimu. Asante na nasi, Mungu akubariki.